Katika jitihada serikali ya awamu ya sita za kuinua viwango vya huduma ya afya, nimekwisha elekeza hospitali zote kubwa nchini, kwa kwa amba, za rufaa nchini kuhakikisha kwamba zinapata ithibati za kimataifa. Kwa hiyo, katibu mkuu, ujumbe huu uende kwa hospitali zote za rufaa. Maelekezo yangu ni kwamba hospitali zote zarufa, za rufaa ni lazima zipate ithibati za kimataifa ISO standard na vyeti vingine vinavyotambulika kimataifa, zote za rufaa. Kama kuna hospitali ambayo haijaanza mchakato, maelekezo yangu ni kwamba zianze sasa, tupate ithibati za kimataifa ili tujiandae na utalii. Tunaita utalii wa nini? Utalii tiba. tiba katika maeneo yetu kote chini, na hii inawezekana kwa sababu tunavyo vifaa vya kutosha, serikali imewekeza kila kona ya nchi hii inawezekana kwenda kwenye mfumo huu nisitize kwamba kupata ithibati ya kimataifa si anasa bali ni hitaji la msingi la kuhakikisha ubora wa huduma, usalama wa mgonjwa, na ufanisi wa mifumo ya taasisi. Taasisi yetu hii, kama taasisi ya kitaifa ya kibingwa, lazima iwe mbele katika safari hii ya ithibati, na mimi nawapongeza kwa sababu hata kabla sijaanza kutamka hili Mwenyekiti, hongereni sana. Mkurugenzi amenithibitishia kwamba michakato inaendelea na pengine ndani ya miaka miwili taasisi hii itakuwa tayari na ithibati ya kimataifa. Kwa hiyo nawashukuru, nawapongeza sana, jipigeni makofi mengi sana kwa hatua hii ambayo tayari imekwisha ianza.